Tarehe nane nikapata simu kama saa nane mchana, napigiwa simu naambiwa, bwana binti yako anaumwa ugonjwa ambao hatuelewi huyu binti alikuwa akawa kwa shangazi yake. Nikaka anaumwa nini, akaambia yaani hapa anaongea maneno bora hata memolikaji. Nikasikia, eh, nikasikia mshituko. Ruga naruka mamake, sikumwambia nikakaa kimya. Nikatafuta mawasiliano sehemu zingine vipi vipi iko vipi vipi. Wakanambia bwana kwa kweli anaumwa. Ila saa hizo amepeleka kwa mchungaji. Saa tisa kama na robo napata simu kutoka kwa mjomba wake ananiambia bwana saa hizi nakatia tiketi aje Kigoma na trip na gari la saa mbili usiku. Nikamwambia je, anakuja na nani? Akasema atakuja peke yake. Hadi nilijisikia huzuni. Nikasema anakuja peke yake. Dar es Salaam Kigoma kilomita karibu 1600. Halafu mtu amechanganyikiwa, unampakia kwenye gari aje peke yake? Swali, una buki, ni mzigo au anakuja kutembea au ni msafiri wa kawaida? Kazungumza bana badatakabizi. Nikamwambia sasa, ndugu yangu, msimo katana mapanga hadharani, nikamilika. Sikukwepesha, sikukwepesha. Nikamwambia yani, ukaona kabisa, yani nyumbani singuruka hiyo, yani nakuja na, na helikopta moja kwa moja. Maana najua kama wewe mkabidhi binti yangu ni huyu hapa. Nikaa kwa kumweka mzima. Alafu leo alipata tatizo, unanambia kama na booking, anakuja yeye na gari. Sasa kilichotokea nikampigia mdogo wake na huyu hapa ambao wanafuatana. Bahati mbaya, bahati nzuri hajafika ila atafika kuja kwa ndugu yake. Amina. Alivyo nikamwambia hivi, yaani haraka sana, vyovyote ilivyo. Naenda kwa mwanangu ndugu yako, na leo hii ni amsi ombi mje naye. Kasema baba, mimi nitakuja bila. Nikasema nimesema hivi uje nayo na gari hilo, lisimwache kampigia. Wale ambao ndio shemeji yangu, nikamwambia iko hivi, fanya unavyoweza katika mizunguko yako yote, hakikisha wapate tiketi ya gari hiyo moja. Kama utaona tiketi zile kwenye ile basi zime- zimekosekana tiketi ya pili, basi jitahidi hiyo tiketi, labda mfanye au ipotee, lakini waje watu wawili. Ndugu, Mungu ni mwema amina. Huyu Mungu eetumwabudu, yes, ni Mungu. Kilichofanyika baada ya kutoka kule kule, mchungaji, hiyo saa kumi, yale maneno yalikuwa akisemasema yakatulia, akatulia, akampeleka hiyo saa mbili kwenye gari. Hapo mimi natafuta ushahidi kwa yule binti mdogo wake, nahuu, vipi hali unaionaje? Asema ametulia kweli eh. Yule bwana shida jana kaniambia, bwana ametulia. Amesema sawa, saa mbili. Kweli kafika Mbezi Beach, wakapanda gari wakaja, wametoka saa mbili. Saa nane ya usiku wanaitafuta Dodoma, gari ikaharibika kuanzia saa nane saa kumi na mbili kasoro asubuhi, ndio ikawa nimepona. Wanatembea wanakuja, wamekuja saa nne na madakika ndio wanafika Kazura Mimba. Yule binti ananipigia. Mimi niko Ilagala, nyumbani kwangu ni Ilagala. Kanaambia baba eh, hali ya ndugu yangu sasa imefanyaje? Imebadilika. Nikamwambia kama imebadilika, vipi? Eh, unamuonaje? Akasema ah ah, yaani hali ni mbaya. Nikampigia mjomba wangu mimi iko hapo kaze kunga. Nikamwambia mjomba eh, huyo binti wanakuja, lakini hali imebadilika. Kumbe wasifikia stendi mpya, hebu nenda pale. Ningoja nifanye connection ya namba ya konda ili kwa kuwa hao hawapajui saa hizi usiku ili wa wa ukuta pale stendi. Na kweli, kwa hivyo, asubuhi yake mimi nikatoka Ilagara, nikaja pale, nikamkuta pale pale, nidondosha machozi, lakini nilipiga moyo konde. Nikasema, nikilia mimi mhusika wa mzigo, je, hawa nao ambao ndio watakuwa wagonjwa, watasema, kumbe hakuna msaada. Nikachukua, nikampeleka Ilagara. Nilifikisha pale Ilagara, sijamfikisha nyumbani, maana ilikuwa siku ya Jumapili ya Jumamosi ya Pentecost. Nikamfikisha kanisa, wana kanisa wamefanya maombi kuanzia Jumamosi saa kumi mpaka kesho yake Jumapili wakati Pentecost inatawanyika saa kumi na mbili jioni, hamna chochote kilichobadilika. Nikamwambia ah! Mungu, kuna nini? Lakini nikasema Mungu, wewe na makusudi, yawezekana ukawa ni ushuhuda au yawezekana ni nini. Nikajiuliza swali, je mimi niona aliyotumwa Ninawe baadaye kwenda Ninawe. Ninawe akaenda Tashishi, kilichompata ndio kama hichi, lakini nikasema hamna, mbona yeye alifanikiwa baada ya kumwambia Mungu, Mungu naomba msamaha. Ah, ingawaja alikuwa ameshakuwa katika tumbo la samaki, mbona alitema, alafu akaenda aka kule Ninawe akawaambia habari alizopata kitumwa. Na mimi Mungu utaninua kupitia e